Kitabu cha Injili ya Matayo sura ya 25 na 26. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahala popote ulipo, ninakukaribisha kuungana na sisi katika kipindi chetu kizuri cha ja usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Unaweza ukaandaa Biblia yako karibu, pamoja na daftari yako, inakuwa inapendeza zaidi, ili tunaposoma Biblia na wewe unasoma ukitusikiliza, huku ukisoma na wewe kwa kufuatilizia kwenye Biblia yako, na ile mistari ambayo utakuwa unaona kipekee unaielewa zaidi na inakupa mguso wa ndani kuliko mistari mingine, jua mahali hapo ndiyo Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kwa wakati huu. Usipapuzie, unaweza ukajipa nafasi tena ya kuendelea kusoma na kujiombea neema ya kuishi. Wapendwa, tufungue kwa sala, tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya uweza wako mkuu, ama hakika wewe ni Alfa na Omega na wala hakuna Mungu aliye kama wewe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 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana arusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane, pakawa na kelele Haya, bwana harusi tokeni, mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao, mkajinunulie. na hao walipokuwa wakienda kununua Bwana arusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine, wakasema Bwana, bwana, utufungulie. Akajibu akasema amin, nawaambia siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao wa mali zake akampa mmoja talanta tano, na mmoja talanta mbili, na mmoja talanta moja kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta tano akaenda akafanya biashara nazo akachuma faida talanta nyingine tano vilevile vile, na yule mwenye mbili yeye naye akachuma nyingine mbili faida. Lakini yeye aliyepokea moja alikwenda akafukua chini akaificha fedha ya bwana wake. baada ya siku nyingi akaja bwana watumwa wale akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta tano akaleta talanta nyingine tano, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta tano; tazama, talanta nyingine tano nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vyema, mtumwa mwema na mwaminifu; ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi; ingie katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta mbili, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta mbili, tazama talanta nyingine mbili nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta moja akasema, bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya, basi nikaogopa nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta kumi. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa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 nawaambia kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliyolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nilikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au umgeni au uuchi au umgonjwa au ukifungoni, tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, Amin nawaambia kadri msivyotendea mmojawapo wa hao walio wadogo hamkunitendea mimi na hawa watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Mlango wa 26. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote aliwaambia wanafunzi wake, mnajua baada ya siku mbili itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu jina lake Kayafa, wakafanya shauri pamoja ili wamkamata Yesu kwa hila na kumua. Lakini wakasema, isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Naye Yesu alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakisema, ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi, wakapewa maskini. Yesu akatambua akawaambia, mbona mnataabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi, kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amin nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu kumbu lake. Wakati huo, mmoja wa wale thenashara jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani, akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu. Wakampimia vipande thelathini vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapotukuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, Mwalimu asema majira yangu ni karibu, kwako Nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulikuwapo jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila alisema, Amin, nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza moja moja, Ni mimi, Bwana? Akajibu akasema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 akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake, akasema Twaeni mle; huu ndiyo mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, Nyweni nyote katika hiki, maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akawaambia ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akajibu akamwambia, wajapochukizwa wote kwa ajili yako mimi sitachukizwa kamwe. Yesu akamwambia, amin na kwambia wewe, usiku huu kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Petro akamwambia, ijapo nipasa kufanawe sitakukana kamwe. Na wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli akaomba akisema Baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala, akamwambia Petro, Je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni, mwombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili akaomba akisema Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena akaenda akaomba mara ya tatu, akasema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa mpumzike; tazama, saa imekaribia, na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni, twendeni zetuni; tazama, yule anayenisaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda mmoja wa wale thenashara akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyo ndiye mkamateni mara. Akamwendea Yesu akasema, salamu Rabi, akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake, akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia Rudisha upanga wako mahali pake, maana wote wa ushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye aniletee sasa hivi zaidi ya majeshi kumi na mawili ya malaika? Yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivi ndivyo yalivyopaswa kujiri? Saa ile Yesu akawaambia makutano, Je, mmetokea kama kumkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika kila siku niliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee. Na Petro akamfata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu, akaingia ndani akaketi pamoja na watumishi auone mwisho. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua, wasiuone wangawa. Walitokea mashahidi wa uongo wengi, hata baadaye wawili wakatokea wakasema, huyu alisema, naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku tatu. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, hujibu neno? hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia wewe umesema. Lakini nawaambieni tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake, akisema amekufuru. Mna haja gani tena ya mashahidi? tazameni sasa mmesikia hiyo kufuru yake, mwonaje ninyi? Wakajibu wakasema, imempasa kuuawa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi wakisema, ewe Kristo, tufumbulie, ni nani aliyekupiga? Na Petro alikuwa ameketi nje behewani, kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na Yesu wa Galilaya akakana mbele ya wote akisema sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimwona, akawaambia watu waliokuwako huko, huyu alikuwapo pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe ummoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha ndipo. Akaanza kulaani na kuwapa, akisema Simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Petro akalikumbuka lile neno la Yesu alilosema, kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Akatoka nje akalia kwa majonzi.